Nikijiuliza ni wapi nilikosea kama mume na kama mzazi wa kambo. Asubuhi ilipofika, niliwaomba wakae chini. Sikutaka kelele, nilitaka ukweli. Nilimwangalia mwanangu wa kambo kwanza. Nilimkumbuka siku nilipomchukua akiwa mdogo nikimwambia nitakuwa baba kwake. Sasa alikuwa mtu mzima akikaa mbele yangu, macho chini. Nilimuuliza swali mmoja tu kwa nini? Alikaa kimya kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti ndogo, haikupangwa, ilianza polepole pole. Maneno yale yaliniumiza kuliko hasira, kwa sababu polepole pole, maana yake ni muda mrefu, muda ambao mimi nilikuwa nikijitoa kwa familia. Mke wangu naye akaanza kuzungumza. Alisema alijisikia mpweke, alisema alihitaji mtu wa kumsikiliza alisema hakujua mambo yangefika hapo, lakini hakuna hata mmoja wao aliyesema samahani kwa namna niliyostahili. Waliniambia walifunga ndoa kwa siri kwa sababu waliogopa kunipoteza. Nilicheka kwa uchungu, kwa sababu walichokifanya tayari kilinipoteza kila kitu. Nilihisi kama nimesukumwa nje ya familia niliyoiunda mwenyewe. Nilipoteza mke kwa wakati mmoja na nikapoteza mwana niliyemlea. Siku hiyo nilitoka nyumbani. Sikujua nitaenda wapi, lakini nilijua siwezi kukaa pale tena. Nilianza kujiuliza maswali magumu. Je, kusamehe kungekuwa udhaifu au kuondoka ndiko kungekuwa kujilinga? Kwa sababu nilipokuwa nikiwaza hayo, kulikuwa na jambo moja kubwa lilikuwa linaningojea. Uamuzi ambao ungeamua mustakabali wa kila mmoja wao, na uamuzi huo usingefurahisha yeyote. Mwisho wa sehemu ya pili ndio mwanzo mzuri wa sehemu ya tatu. Usikose kufuatilia simulizi zetu na kusubscribe kwenye chaneli yetu Tytan Films TZ. Asante.